Kwenye idara ya kutengeneza pasi za mwisho ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo ni namba nne kwa ubora Afrika, kiungo mshambuliaji kutoka viungo vya Azam Complex. Hapa tunamzungumzia Faisal Salum Faitoto, amekimbiza kinoma noma, akiwapiga bao mastaa kutoka Yanga na Simba. kiungo huyo amekuwa kwenye ubora wake ndani ya 2024 2025. Ni nyota wa kwanza kutoa pasi ya bao akiwa ndani ya uzi wa Azam FC kwenye mechi za ushindani. Ilikuwa dakika ya 19 kwenye mchezo dhidi ya KMC uliochezwa uwanja wa KMC Complex na limpa pasi mshikaji wake Edinaldo kwenye msimamo Azam FC ipo nafasi ya tatu, baada ya mechi ishirini na tatu ambazo ni dakika elfu mbili na sabini imekusanya jumla ya pointi arobaini na nane na safu ya ushambuliaji imetupia jumla ya mabao thelathini na sita ikiwa na wastani wa kufunga bao moja kila baada ya dakika hamsini na saba. Nyota huyo kawakimbiza mastaa wa Simba na Yanga ambapo kwa upande wa timu hizo wakali wa kutengeneza pasi za mwisho wamefikisha saba tofauti ya pasi tano za mabao kwenye mechi za ushindani. Jean Ahoua kiungo mshambuliaji wa Simba, yeye akatoa pasi saba za mabao kati ya mabao 52 ambayo amefungwa na timu hiyo iliyo nafasi ya pili kwenye msimamo, ikiwa amekusanya jumla ya pointi 57 baada ya kucheza mechi ishirini na mbili kwa upande wa Yanga ni Prince Dube mshambuliaji wa Yanga huyu ambaye ametupia jumla ya mabao kumi. Aziz Ki, huyu kiungo mshambuliaji, Maxi Zengeli, hawa wote wametengeneza jumla ya pasi saba saba kila mmoja ndani ya ligi. Ikumbuka kwamba Yanga ni vinara kwenye msimamo baada ya mechi 22 wamekusanya pointi 58 ikiwa ni idadi sawa na pointi zao kibindoni. Wana wastani wa dakika 34 wa kuwa na, na hatari ya kufunga ndani ya kikosi cha Yanga baada ya kukomba dakika 1980. Sauti ya Lunyamadi zomliuka A boy from Njombe, blessed to be